Bwana sifiwe. Tafadhali nipe attention please. Roho Mtakatifu anafanya usiku na mchana mbele za Mungu, anakuombea kila siku achoke na wewe uko katika uwepo wa Mungu, lakini hautoki kupiga kelele. Remember. Biblia imewekwa katika hii dunia kwa sababu yetu na haijawekwa kwa sababu tusome hii Biblia. Je, iko hapa tusome? Tusome, bali imewekwa ili ituelekeze kwa njia na ambazo tunastahili kutembea, na ndiposa wakati tunasoma Biblia huwa tunasoma kwa umakini zaidi. Hatusome tu Biblia kwa sababu tunajua kusoma, wala tusome Biblia kwa sababu tunajua kuhubiri. Huenda mwanadamu akajua kuhubiri, lakini kutafsiri Biblia inakuwa ngumu. Kwa sababu tunasoma tu, kwa sababu tunajua kusoma. Mama yako akakupeleka shule, baba yako akupeleka shule. Unajua kusoma sasa unaona tu Biblia kwa sababu mimi mtu naonekana naenda kanisa, mimi mtu nasimama katika madhabahu. Ah, unaona tu kwamba mimi hata si ni bora tu nipoteze ngo wakati yangu wa kusoma Biblia. Najaribu kusema nini? Let us read the Bible and understand. Tuzisome hili Biblia kwa sababu tunajua kusoma. Nataka tu ni niubiri kutoka katika hali, tujifunze jinsi ya kutoka katika hali. Najua hali is a situation, situation how you can remove yourself from that situation you are Jinsi ya kujitoa katika hiyo hali uliyomo ndani sasa hivi. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Nataka ujitoe katika hali ya umasikini. Sema amen. Ujitoe katika hali ya kuitwa fukara. Hakuna amen. Utoke katika hali ya kuitwa tajiri. Sema amen. Amen. Unataka kutoka katika hali ya utajiri. Ama unataka kuingia katika hali ya utajiri. So, Mungu tunayemwabudu tunasema kwamba ni Mungu anayesikiliza maombi na kujibu. Wala si Mungu anayekusikiliza tu, Mungu anapuuza mtu na ambaye anafanya kile, anaomba kile ambacho kitafaidi kitafaidi yeye mwenyewe. Kile bado ukiomba kile ambacho kitakufaidi wewe pamoja na another generation, pamoja na community, pamoja na taifa zima. Mungu akasema kwamba nitajibu bila wasiwasi, nitakujibu papo hapo kwa sababu si chako bali unaomba kwa sababu ya wengine. Si, Bwana sifiwe. Amen. This nataka tusome kwa kitabu cha Mathayo. Mathayo sita. Mathayo sita. Mathayo sita. Mathayo sita. Kutoka katika hali. Mathayo sita. Then one there. Eh, sita. Mathayo sita 33.

Luka moja thelathini na saba. Kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Amen, amen, amen. Umesikia na inazungumzia kitu, wacha nirudilie kidogo kiseme kwamba, lakini tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na haki yake, na haya yote hatawapa pia. Kwa hiyo msule na wasiwasi kuhusu kesho, kwa sababu kesho itajitaabikia yenyewe, yatosha siku yake. Bwana masumbufu sifiwe. yake Bwana sifiwe. Jinsi ya kujitoa katika hali ulio ulio sasa, ni kwamba kwa sababu kwa sababu mtu anashindwa kujitoa katika hali aliye ndani, kwa sababu unawaza kesho. Bwana sifiwe. Unawaza kesho. Mungu atakupa gari, mimi usaidie watu leo, lakini unapata kwamba hiyo gari umepewa, unaanza kuwaza mambo ya kesho. Praise the Lord. Bwana sifiwe. mnanielewa Mungu atakupa gari. Amekupa leo. Na ona, remember nasemanga Mungu anafanya kitu kwa wakati, si ndio? Mungu anafanya kitu kwa wakati. Na Mungu anapokupatia nafasi kutoka katika mababa, anakupatia na, na hiyo nafasi kwa wakati huo. Amen. Huenda kesho hata kupatia nafasi. Maana ni kibali na neema tunatumia. Bwana sifiwe. Mungu anakupatia gari. Na wewe sasa kuliko bebe watu, uwasaidie wafikie mahali wanaenda. Unaanza kuona na gari kesho ikiharibika, bwana sivyo? Hii pikipiki uinikiisha maana ataniekea. Let me just tell you that's, unapatani kwamba vitu vingi Mungu ni yeye anatupatia, lakini tena ni yeye anarudi kurudisha. Kwa nini? hamekupatia hili usaidie wengine. Praise the Lord. Na unaposaidia wengine ina maana ya, ya kwamba unajitoka katika hali ya ukawaida unajiweka katika hali ya kiungu. Unapata kwamba ni kwamba unaelewa kile na ambacho Mungu anajaribu kufanyia katika maisha yako. lakini unapofikiria kuhusu kesho unapata kwamba unapotea. Bwana asifiwe. Sema tu Mungu, nimekuwa nikipotea siku zote. Sema nimekuwa nikipotea, unanipatea chakula kuliko nigawanya na wengine na jiekea nikisema wacha pia na kesho nieke. Si ndio? Mungu anakupatia mia. Na ona Mungu anafanya kila kitu kwa, kwa kusudi. Mungu akapatia pasta mia. Hiyo pasta hiyo mia pasta kabla unapendigo akatumia. Kidogo anapatana na mtu anaishi jia akampatia tembo. Kidogo akapatana na mtu anamwita chokorapo akampatia 50. Kidogo akapatana na mwingine lakini sasa unapata Wakati pasta kuna hiyo mia anaanza kuwaza watu wote wangu watakula nini? Mzee yangu anafaa kwenda town, ana transport, atapanda nini? Anatumia nini kupandia pikipiki? Praise the Lord. Mungu, utapata kwamba hiyo mia tena umepangia, through the door, always you are in the pocket of God. Bwana sifiwe. Kwa sababu amekupatia akiwa amepanga katika njia. Mungu akakupangia elfu moja lakini elfu moja hajakupangia utumie yote. Amepanga kwa sababu kuna mtu anahangaika mahali na kuanzia leo. Kuanzia leo. Na ni wewe kutumia kumfikia yule mtu. Bwana sifiwe. Amen. Sasa sema kuanzia leo. Kuanzia leo. Mimi natumika kufikia wengine. Niliyo nayo nimepewa kwa sababu ya mwingine. Sijapewa kwa sababu yangu. Bwana sifiwe. Akasema kwamba kwa Mungu kila kitu kinawezekana. Hakuna kitu kiliyo ngumu mbele za Mungu. Na ndiposa hata kile ni ngumu unapata kwamba mimi sana ni maskini. Halafu naanza kusema ah, nitafikiaje? Jeremiah. Ni lazima tu nikienda kwa Tanzania lakini nitamfikia vipi? Na Mungu akaona, sasa kwa sababu wewe hauna nafasi ya kumfikia, gavana Jeremiah akaamua kutumia mistake karana Ekaran ameenda kwa Jeremia amepewa elfu 10. Na hiyo elfu 10 kwa sababu wewe hauna nafasi ya kufika pale. Amempia Jeremia hii hiyo pesa. Ni ilikuwa ikufikie kwa Jeremia. Ikufikie. Kupigia Jeremia. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Let you be a link. Wacha iwe media kwa wengine. Sema nini? Simama. Simama. Simama. Simama, simama, simama. Simama. Sema na iwe, niwe msaada kwa wengine na niwe chombo kinachotumika kwa wengine. Yes, Mungu ananitumia, yaani Mungu ananena kunipitia, na Mungu atakusaidia kunipitia. Mungu atanisaidia kunipitia. Bwana sifiwe. Na hivyo ndivyo ambavyo tutajitoa katika hali ya kawaida ali tuliomo ndani tujitoe katika yaani, nato, ficha, ficha. Okay. Kwa kusaidia wengine, usione kidogo ulicho nacho ukaificha. Unajua okay, vitu zingine kwa hii maisha lazima zitoke kwa maisha yako ndio zingine ziingie, si ndio? Lazima tu zitoke ndio zingine ziingie. Mazishi, tukienda mazishi, mazishi tukienda mtu amekufa mahali Unapata kwamba kuna faida kwingi na kwamba hiyo boma kuliko hiyo loss yenye imeenda. Ukwenda na uongo. Kulikuwa na faida kwa sababu unapata kwamba watu wenye wako watu wanajuana. Wanakuja wanajuana. Wenye walikuwa wamekosana kitamba hata waongeleshane. Hiyo mazishi inafanya wanaongeleshana. Wale maadui mmekuwa mkizungukana na wao huko wanapita mbali mbali hiyo siku. Wanaingia hapa na mnaanza kufurahia pamoja. Bwana sifiwe. So, neno vingine lazima ziende. Hiyo mia lazima iende. Juu yetu mia moja ingie. Amen. Amen. Hiyo tempo uko naye lazima itoke. Ndio ingine ingie. Amen. Uzishangae tempo imepotea kama tofuta. Achana nayo. Kuna ingine inakuja. Amen. Amen. Simama na yeye. <coughs> Ni yeye ukinete na Mungu.

Sababu ya jirani yako utaogopa kuomba kwa sababu ya jirani yako na mambo yote yote uko. Wewe mama hawezi nipeleka mbinguni. Hadi sasa nasimama kando yake, naogopa kuomba. Naogopa kuabudu nikisema na kuja mbele zako Bwana. Umenifanya ibada ni kuabudu. Niogope kuabudu, niogope kuomba kwa sababu ya huyu mama huyu kama hawezi nipeleka mbinguni, ndio? So, lazima nifanye kile ninacho kitamfurahisha Mungu. Ni pale kwenda mbinguni. Na wewe any time, any moment you just find yourself like you are shy In the presence of the Lord. Wakati wote utakapo kukipata kwamba mba una aibu kumtukuza Mungu, una aibu kuomba Mungu. Nakwambia, unapotea. Bwana asifiwe. Tujifunze kuomba, tujifunze kuabudu Mungu kila siku. Tumwambia Mungu e, tafadhali tufunze, nifunze namna ya kukuabudu, nifunze namna ya kukutukuza, nifunze namna nitakavyoweza kupiga maboti katika uwepo wako, na nikuome nipate kibali na neema uweponi, Mungu. Praise the Lord! Amen. Mimi mwenyewe nimemaliza udalamabaji.